Amkeni amkeni, jambo lipo tayari. Amkeni amkeni, kuelekea tarehe kumi na sita ya mwezi wa tatu mwaka huu 2025 katika uwanja wa Benjamin Mkapa, ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, katika mashindano makubwa zaidi ya Quran tukufu ya mabara yote ulimwenguni, mashindano ambayo yanaandaliwa na Al Hikma Foundation chini ya mwamba wa miambani Sheikh Nurdin Kishki. Tupo hapa katika eneo la Kibada Sheli kama kawaida tunazungumza na e, baadhi ya wa Waislam tukiangalia vipi ambavyo wanaamka amka, amka kuelekea katika siku hiyo. Kwa kweli, kwa, kwa, kwa upande wa ana Kibada sio mara ya kwanza kwenda mara nyingi tu. Haya e, mashindano yatatokea hivyo kuanzishwa na wananchi wengi wanapenda kujitokeza. Ah, kwa masika mimi nitakwenda kusikiliza au kama nikipata nafasi naweza kuruhusiwa kuja kuru, kuru, kujiunga kusoma Qurani tukufu. au nataka kujiunga mwenyewe ukasome mwenyewe? mimi nasome mwenyewe tu, yaani umeona. kuhudhuria mbali na unatamani na wewe pia usikie? Ndio natamani mimi kuwa hivyo maana yake unatuambia, kwa mashindano haya yanaonesha namna gani ambavyo yanatia na, ya hamasa kwa watu kusoma zaidi e, mashindano ya amani na ndio tunatakiwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, tusome sana Qurani na kufanya mambo ya istikhali mbalimbali za kumuomba Mwenyezi Mungu atupunguzie makosa tuliyoyafanya kwa kipindi cha mwaka mzima huu na, na miaka mingine ya mbele, tuweze kukaa katika toa yake ili tuweze kupata raha ya Mungu inshallah, kuweza Mwenyezi Mungu tarehe kumi na sita tutakuwa ni miongoni mwa watu wenye kusikiliza neno la Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. E, mimi kwa majina naitwa Daniel Lamek. Eh, e, mimi ni Mkristo lakini, kwa hivi mnavyohamasisha sasa hivi hii programu mlio kuja nao, kweli hata mimi namahasika kwamba hiyo tarehe kumi na sita nitajiunga moja kwa moja, nitakuwa pamoja na nyinyi uwanja wa Mkapa. Sio tu tunaenda kwenye mipira, ukisikia mpira anacheza sijui Yanga na nani, ndo tunajazana mule, na hii ni dini yetu, tuipiganie. E, tuipiganie. Mimi sina mengi ya kusema, nilikuwa natoa tu ushauri kwa waislamu wenzangu, tufike pale kwa wingi tarehe kumi na sita mwezi wa tatu tukaisapoti dini yetu ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, mashindano makubwa zaidi ya mabara yote ulimwenguni ya Alhikma Foundation na mwamba wa miambani Sheikh Nurdin Kishki. Quran, ima ikunyanyue au ikubwage. Twendeni ikatunyanyue. Qur'an ima ikunyanyue au ikubwage. Twendeni ikatunyanyue.